Zidi kupokelewa vyema na wakazi. Kampuni ya Royal Media Services imeshirikiana na Viusasa kufanikisha maadhimisho ya miaka yake minane tangu kiunzi hicho kuanza kupeperusha vipindi vya kusisimua mtandaoni. Kwa shilingi 50 tu, Wakenya wana fursa ya kujiunga kwenye jukwaa la Viusasa na hata kupata nafasi muro ya kujishindia hadi shilingi milioni mbili. Ni mimi, tu ni mimi na Viusasa watanisapoti kwa mziki wangu hapo. Yeah, nitafurahia sana. Tumepatana na wa, a lot of our subscribers ambao wanajisajili kwenye Viusasa na pia tumeweza kukutana na a lot of uh, content providers other than just to award our loyal subscribers. Tuko hapa kutafuta content providers mashinani. Tumekuwa na content providers wengi sana Nairobi lakini, sasa tumekuja nyumbani kutafuta content providers.